ITV imefika katika eneo la Magomeni Suna na kukuta umati mkubwa wa watu wakishuhudia kuokolewa kwa mwili wa mtu huyo ambaye anadaiwa huenda alisombwa na mafuriko akitokea maeneo ya mbali. kwa watu wawili, watu wawili, wa, e, wa ng'ombe mm huu -hmm. Ni mtu mm -hmm. wa Msimbazi mtu wa ng'ombe ameokotwa, mtoto na mama na hapa ameokotwa mmoja. mm -hmm. E, kwamba ni hatarishi sana mm -hmm. kwamba kuna magonjwa mafangasi nini, watoto ni sio vizuri kucheza katika mto kama huu, unaweza kusababisha ajali kila unapotokea maji. Kila mwaka huu mto unakuwa hatari sana, maji yanakuja hadi juu, kuna majumba ya watu. ATV imeshuhudia baadhi ya wakazi waliokimbia nyumba zao wakiendelea kuishi katika kituo cha mabasi yaendayo kasi eneo la Jangwani, huku wakianika nguo zao katika vyuma vya kituo hicho huku mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Laurencia Efraim Matemu aliyesombwa na mafuriko katika maeneo ya Bunju hivi karibuni, mwili wake umeagwa leo na nduguze, huku akiomba serikali kufanya uchunguzi katika mito yote mikubwa ili kubaini iwapo kuna baadhi ya mili iliyobaki katika mito hiyo. Huyu ndugu alituaga hapa kwamba anakwenda huko karibu na Bunju kwenye sehemu zake za shughuli za kazi, ana vitalu vinavyogongagonga mawe kule sasa baada ya kufika huko, hatujui wakati anaenda au wa anarudi, akakumbwa na maji. Kwa hiyo yeye aliondoka hapo sehemu ya Bunju, akaokotiwa Boko Boko ndiko wazo hili alitoka, wazo hili mpaka Boko, basi akaonekana kesho yake asubuhi na watoto walikuwa wanakwenda shuleni. Taarifa ya kamishna wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Suleiman Cova imeeleza kupatikana kwa mili hiyo 12 na kutaja baadhi ya majina kwa waliotambulika. Mwishoni mwa wiki, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Said Mek Sadik alisema karibu watu elfu mbili hawana makazi kutokana na mafuriko baada ya makazi yao kuzingirwa na maji. Mtazamaji, kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha jijini Dar es Salaam zimeonekana kusababisha maafa kwa watu kama ambavyo iliripotiwa, lakini pia mtu mmoja leo ameweza kuondolewa katika mto katika eneo la Magomeni Suna jijini Dar es Salaam. Kutoka eneo hili la Magomeni Suna jijini Dar es Salaam, Samaila, ITV.